Mwanamuziki Phina kupitia ukurasa wake wa Instagram wiki moja ambayo iliweza kupita aliweza kupakia post pamoja na moja kati ya watu ambao ni maarufu kwa nchini Nigeria Enioluwa, ambaye yeye aliweza kuhudhuria kwenye harusi ya Juma Jux pamoja na mwanadada Prisila. Lakini pia huyu Eni au Enioluwa, yeye ni rafiki kindakindaki kindaki kabisa wa mke wa Jux ambaye anafahamika kwa jina la Prisila. So baada ya Enioluwa kuweza kufika hapa nchini Tanzania aliweza kukutana pamoja na na mwanadada e, Fina e, pale Superdome Masaki ambapo e, final wedding ilikuwa inafanyika pale na mambo yalikuwa yakutoshe kabisa. Sasa kwenye hiyo video ambayo ilikuwa ipo ni ya uh, huyo Eni pamoja na mwanadada Fina walikuwa wapo pamoja, na ukaribu wao ulionekana kabisa kama kuleta e, sura mpya kwa mashabiki wengi sana wa e, wa muziki wa burudani, wakiona kama e, vile kama kapo yao imeendana hivi. Na hiyo video baada ya kuleta e, maneno mengi sana kwenye mitandao ya kijamii e, sasa ni kwamba Fina pamoja na Eni walionekana kuwa pamoja na Fina akaamua kuweza kuiposti video hiyo kupitia kurasa yake ya Instagram. Na baada ya kuweza kuiposti hiyo video kwenye upande wa caption maandishi ambayo aliweza kuandika mwanadada Fina, e, bana aliweza kusema kwamba baada ya Juma Jux pamoja na mwanadada Priscilla, JP 2025 ni EP 2027. Yaani, e, kwamba Eni pamoja na Fina mwaka 2027 wako na jambo lao. Akawa ameandika maneno kama haya hapo, na Uh, alisema kwamba eh, hayo ndo mambo ambayo yanafuata, akiwa amesema kwamba eh, harusi baina yake yeye pamoja na huyu Eni kutoka Nigeria basi ndio inayofuata sasa, baada ya watu wengi sana kujua kama labda pengine ilikuwa ni mzaa na maneno kibao kuendelea kuibuka kwenye mitandao ya kijamii kwamba hawafiki popote na vitu kadha kadha, siku ya jana pia niliweza kukusanua kwamba kunayo video ambayo iliweza kuvuja, na hiyo video ni ya ndugu zake Eni wakiwa pale Nigeria pamoja na, na, na, uh, na mwanadada Fina wakiwa wanazungumza kuhusiana na ndoa yao baina yake yeye Fina pamoja na huyu Eni kutoka Nigeria. Sasa pia siku ya leo bwana Fina ameweza kupakia video pamoja na Eni kutoka Nigeria. Muda mchache ambao umeweza kupita ameweza kupakia video ambayo video hiyo ni ya kuvishwa pete na, eh, Eni. Na maneno ambayo anasikika kwenye hiyo video ni kwamba Eni anamuuliza kwamba Fina kwamba tutaoana eh? tutaoana eh? Fina yeye anajibu ndio kwamba kuna baadhi ya watu pia walizani kwamba alikuwa anatania, lakini ukweli ni kwamba e, Phina pamoja na Eni wana jambo lao, and this time around wanaonekana kabisa kwamba ma, mahaba yao ambayo yapo yanaonekana kabisa yapo on top, mahaba fulani hivi kutoka e, Nigeria, lakini pia Tanzania. So kama vile JPF 2025 imeweza kuibua hisia mpya za mapenzi baina ya watu hawa wawili, Phina pamoja na Eni kutoka Nigeria. Na kama nilivyokuambia hapo awali kwamba e, Eni ni BFF wa mke wa Juma Jux.

masiala lakini sasa hivi wanaonekana kabisa wapo katika hali fulani vya kimahaba. So huyo ndo Phina pamoja na Eni, tupe mtazamo wako, kwa huyo mdau wa burudani, kutoka kipande chochote ambacho upo right now. uko na mtazamo gani? drop comment yako kwenye uwanja comment hapo, ila usiache kusubscribe, kulike, kushare utakuwa umetisha kinaoma noma. chao chao